Karibuni wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya faraja, katika kipindi hiki, kipindi kinacholetwa na Padre Stanslaus Mutajwaha, mkurugenzi wa shule ya KWAUSO iliyojengwa kumwenzi huyu tunayekutana naye katika sanda ya Torino kwa heshima ya uso mtakatifu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ni siku ya nne ya tafakari yetu hapo, ambayo tunajiuliza upelelezi tiba ulivyojaribu kutoa jibu kwa, kwa siri ya sande ya Torino. Kwenye ndege tarehe 28 mwezi wa Aprili mwaka 1989 wakati anaelekea Madagaska kufanya ziara yake ya kichungaji Papa Yohani Paulo Apili, wa pili aliyojiwa na waandishi wa habari kuhusu mambo mbalimbali, alipoulizwa yeye binafsi anaonaje juu ya sande ya Torino kama ni masalia matakatifu, yaani kitu kilichogusa mwili wa Yesu au picha tu takatifu, alijibu kwamba ni masalia matakatifu au la, mimi inafikiri ni masalia matakatifu, kama wengi wanafikiri hivyo, imani yao ya kuona katika kitu hiki picha ya mwili wa Kristo sio kwamba haina msingi. Mwisho wa nukuu. Vivuli vinavyoonekana kwenye sanda ni vivuli vya mwanaume halisi kifoni wa mangamuzi ya taaluma ya upelelezi tiba yani forensics uso wa mtu huyu ni uso mtulivu sana lakini jicho la akili linapozingatia kiwango cha mateso yaliyompata muhusika utulivu huo unageuka kuwa jambo la kustaajabisha mno mtu huyu alipigwa kwa kutumia mijeledi mjeledi mbaya sana unaitwa flagrum taxilatum au plumbum. Huu ulibuniwa kwa ajili ya kumtia mhanga maumivu mabaya kupindukia. Mtesaji anapotumia mjeledi huo, aliweza kusababisha majeraha sita au mane mwilini kwa kipigo kimoja. Kwa kuhesabu alama za michubuo na kuzingatia jiometria ya kila mjeledi, inawezekana kuhesabu zaidi ya mijeledi aliyopigwa mtu wa sanda kwa idadi ya chini kabisa mtu huyu alipigwa mijeledi angalau 120 kwa vipimo nyeti zaidi vya Profesa Julio Fanti hivi majuzi vinaonekana kama alama za mijeledi isiyoungua 300. kwenye sanda kuna aina mbili za damu aina ya kwanza ni damu iliyotoka kabla ya kifo na ya pili ni ile iliyotoka baada ya kifo, yaani postmortem blood. Uchunguzi wa michirizi ya damu iliyotoka kabla ya kifo inaonyesha kwamba yamkini mtu huyu wa sanda alipigwa na watesaji wawili, afikirivo Monsignor Julio Risi, mmoja akipiga kutoka upande mmoja na mwingine kutoka upande wa pili. Wakati wa kupigwa kwake, mtu huyu alikuwa amesimama na kuinamisha kichwa huku mikono yake imefungiwa kwenye nguzo iliyosimikwa ardhini au sakafuni. Mara hii aliinama zaidi kuelekea upande huu na mara nyingine upande ule, kulingana na jinsi gani watesaji walivyoendelea kumpiga. Baada ya kupigwa mijeredi, mtu wa sanda alivikwa namna ya kofia ya miiba kichwani, ililazimika kubaki kichwani kwa kigongagonga kwa rungu au kifaa kinachofaa kwa shughuli hiyo. Tendo hilo lilisababisha mishipa fulani iliyo nje ya fuvu la kichwa kuchomwa na kuanza kutoa damu. Damu hii ilitiririka usoni baada yake, na ikafuata mlalo wa nywele zake. Damu hiyo inaonekana vizuri kisogoni. Mfano mwingine mzuri ni alama inayoonekana usoni ikifanana na tarakimu tatu inayoandikwa kinyume au herufi ya Kigiriki epsilon. Huu ni mchirizi wa damu iliyotokana na kuchomwa mshipa wa mbele wa damu. Kwamba damu ilitemka kwa kuacha umbo la tarakimu tatu, ni jambo linaloweza kuelezeka vizuri. Maumivu aliyokuwa nayo hasa wakati wa kuchomwa miiba kichwani yalilazimisha kukunja uso kichwani, hivyo badala ya kuteremka chini moja kwa moja, damu ilizuiliwa na ndita za uso, ndita zilizokuwa zimekunja kidogo kwa sababu ya maumivu makali. Licha ya mijeredi mtu huyu alipigwa makofi yaliyosababisha uvimbo usoni sehemu mbalimbali. Baada ya mateso hayo watesaji walifunga gogo mabegani mwake. Warumi walilita ilo gogo patibulum, ili lilifungwa kwenye mikono yake iliyonyoshwa, na katika hali hii mtu huyu alianza safari ya kwenda kwenye nafasi ya kusulubiwa. Gogo lenyewe lilikuwa zito sana, karibia kilogramu kama arobaini na tano, au zaidi limesababisha mchubuo mkubwa wa mabegani kwamba alama za mijeledi bado zinaweza kutambulikana hata na sehemu iliyopita gogo hilo. Ni ishara kwamba mtu huyu alikuwa amevaa nguo wakati wa safari yake ya mwisho, kwa vingine majeraha mengi yangepanuliwa na kusababisha jeraha moja kubwa kuliko hivi ilivyo sasa hivi. Njiani, mtu huyu alianguka mara nyingi kwa vile mikono ilikuwa imefungiwa kwenye gogo, kila alipoanguka, uso wake ulijigonga chini moja kwa moja. Alama za kuanguka zinaonekana usoni kama michubuo laini kwenye ngozi iliyovimba. Zinaonekana vile vile alama za michubuko mguuni zinazowafanya wataalam kufikiri kwamba mguu mmoja ulikuwa umefungwa kwenye mnyororo kabla labda kwa mfungo mwingine hivyo kwamba kila alipovutwa ilizidi kumchubua mnyororo huo au labda kamba ulibadilisha uelekeo wa michirizi ya damu iliyotiririka mguuni kutoka kwenye majeraha yake. Kwa leo, ndugu wasikilizaji, tafakari yetu tutaishia hapo. Katika tafakari ya kesho, tutaelekeza jicho letu kwenye swali je, Vitabu vya Injili vinataja kitu chochote kinachoweza kumshawishi mtafiti na kumfanya amuhusishe mtu wa sanda na Yesu Kristo wa Injili kwa sababu za msingi. Hiyo ndiyo itakuwa tafakari yetu ya kesho, na karibuni sana na asanteni sana kwa kunisikiliza.